Kazi ambazo Watanzania wanaweza kufanya ziachwe zifanywe na Watanzania. Tumekuwa too lenient, tumelegeza mno mashariti kwamba hata shughuli ambazo zinaweza zikafanywa na Watanzania tunaruhusu wageni wafanye. Uki, ukifanya kinyume chake kazi za aina hiyo hiyo ukiwapeleka Watanzania kwenye nchi hizo hizo ambazo, ambazo sisi tumepokea wananchi wao Mtanzania hawezi kupata kazi. Sasa haya tusioneane, yani aibu, kama tumefungua sana mlango, wataalamu mbainishe maeneo hayo, kama tumelegeza sana sheria, mbainishe maeneo hayo tufunge, lakini kama nchi na kama serikali lazima tujenge uwezo andani, wa ndani na kuwajengea Watanzania uwezo wa kuweza kufanya kazi za aina hiyo. Ukienda kwenye kazi za ndani, tulitunga sheria, na sisi si wa kwanza kutunga sheria za aina hiyo. Kila nchi huwa ina, ina utaratibu wa kulinda ajira za watu wake kuwalinda watu wake. Kwa hiyo na sisi tumetunga sheria, inahusiana na ajira rasmi. Maeneo mengine tumeweka kwenye masuala ya vibali, namna ya vibali vinavyotoka, na inaenda mpaka kwenye ajira zisizo rasmi, zile ambazo ziko kwenye eh, watu ambao eh, wanapambana kuzirasimisha na, na zingine za sekta binafsi. Tulitunga sheria hiyo, lakini kumekuwepo na wimbi kubwa la wageni, na inawezekana wale aidha, wenye viwanda au wawekezaji, wakatupiga presha ya kutupeleka kwenye kona wanayotaka watumie watu wao.